Lakini tuna nchi ya Hungary, Kenya, Malawi, Afrika Kusini zote zimethibitisha ushiriki wao katika maonyesho, na makampuni ya ndani pia hayajaachwa nyuma. Tunayo makampuni 30 kutoka ndani ya nchi, 33 kutoka ndani ya nchi ambayo pia yatashiriki, na katika mawasilisho yatakayowasilishwa pale yatawafaa si wafugaji tu, lengo ni kuwafikia hata walaji kwa sababu ziko pia dhana za watu ambao hawafahamu umuhimu wa ulaji na faida zinazopatikana kutokana na mazao ya kuku na ndege wafugwao. Basi kuna mawasilisho mengi yatawasilishwa pale, na tunawakaribisha wote tarehe kumi na tarehe kumi na moja ili kila mmoja aweze kupata hiyo elimu na tuweze kujenga afya zetu. Mtizamo wa serikali kwa kweli, tunawahimiza tunawahimiza wadau washiriki maonyesho haya kwa sababu yana faida kubwa kwao, yana faida kubwa sana, na toka yamekuwa yakifanyika eh, kuna faida kubwa, na nitajaribu nita kusema habari ya, ya, ya takwimu kidogo kwamba kwa, kwa miaka mitatu iliyopita utaona ni zaidi ni zaidi ya, ya, ya, ya, ya, ya tani kwa mfano mauzo ya mwaka jana eh, tani laki mbili za nyama ya kuku zimeuzwa nje, ukilinganisha na tani sitini na tano tu kwa mwaka wa fedha ishirini na tatu ishirini na nne Kwa hiyo kwa, kwa mazingira hayo utaona wazi kwamba maonyesho haya yanachagiza E, yanachagiza watu kupata uthubutu wa kuingia kwenye hii biashara ya ufugaji. Tutawasilisha, tutatoa elimu na malengo ni kwamba tunataka kuona sekta hii ya kuku na ndege wafugwao ikipiga hatua na kumuinua Mtanzania wa kipato cha chini, cha kati na cha juu, na hata pia kuinua pato la, la nchi yetu. Kwa hivyo tumejipanga kwa uzuri kabisa, ni toela yangu wafugaji e, Wanaotarajia wafugaji wanaofuga tayari wanaotarajia kufugwa waje, watapata vitu vingi sana vya kujifunza. Tutaandaa maf, ma, ma, mafundisho katika siku ya maonyesho. Kwa hiyo tunawakaribisha wadau kuja na kujifunza zaidi katika swala la ufugaji na namna ya kutumia uh, virutubisho tuna virutubisho aina mbili kwa sasa tuna ambayo ni phosphide 22 ambayo inaitwa kwa kifupi MCP na tuna phosphide 18, ambayo kwa kifupi inaitwa DCP. Kwa tunapenda sana kuwakaribisha ili watu waje kujifunza na namna ya matumizi sahihi ya hizi food additives katika kuongeza tija na ukuaji wa sekta ya ufugaji nchini.